Hei, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza C++ programming language na leo tutakwenda kuanza na kipengele cha function. So function ni nini? Simple tu ni just ni block ya kodi ambayo imekuwa designed, imetengenezwa kwa ajili basi ya kuperform specific task. Tumesha tumia function huko nyuma, lakini pengine kwa vile hatukuweza kujifunza hakuweza kufahamu kama ile ambayo tumetumia ni miongoni mwa hizo function ambazo tunaanza kujifunza hii leo. So function in allows inaruhusu pia kuweza uh, ku group kodi zetu na kuziweka ziweze kufanya kazi pamoja, na hii inasaidia sana katika kufanya kodi zetu kwa reusability, yani unaandika kodi zako mara moja, lakini una uwezo wa kuzitumia katika programu yako nzima. Hiyo ni function, utaweza kunielewa vizuri takapoenda kuoneshana kwa mfano hapa. So simple, naweza kusema function inatuwezesha sisi kuweza kuandika set of instructions mara moja na kuweza kuitumia zaidi ya mara moja hizo kodi zetu. So basic function structure katika C++, inatofautiana uandishi e, kati ya language moja na nyingine ukiandika function ya Python ni tofauti na function ya C++ katika uandishi, lakini logic ni ile ile. So ukiangalia uandishi hapa tupo na return type lakini pia, alafu inafata function name, then humu ndani ya mabano yetu tunakuwa na parameter, tunafungua curly braces na humu ndani ndio function body yetu, ni zile code ambazo zitakwenda kufanywa kazi. So hiyo ndio structure ama syntax ya kuweza kuandika function. Kumbuka tunaanza na return type, inafuata function name, nafungua mabano, tunaingiza humo ndani ya curly braces zetu parameters. Okay, alafu tunafungua curly braces, tunaweka function body. Kwa hiyo hii return type ni ile type ya value ya function ambayo ina return, kwa sababu mwisho wa siku unakuta function zinakuwa zina return kitu. Tulipokuwa tunatumia function ya main huko nyuma tulikuwa tuna return 0 kama unakumbuka. So tutaenda kujifunza vitu hivyo kiundani, lakini kama function haina return type yoyote, basi tunakuwa tunatumia void. Na hii function name ni lile jina la function ambalo pia utatumia jina hilo kuweza kuiita function yako kule ambapo unahitaji kuweza kuitumia. Kisha kuna hii parameters ambayo pia hii nayo ni option unaweza ukatumia, unaweza usitumie parameters. Kuna function ambazo zina parameter, kuna function ambazo hazipitishi parameter, so pia hizi tutaenda kuziona kiundani, lakini pia kuna kitu kingine ambacho kinaitwa argument, utaenda kukijua pia. Parameter na argument huwa ni vitu ambavyo vinafatana. So pia kuna hii function body, kodi zako ambazo zinakwenda kuperform task fulani zitakuwemo humo ndani. So function itakapoitwa zitaenda kufanywa kazi hizo, eh, kodi eh, humo ndani. So acha tuweze kuona mfano rahisi tu kabisa ambao tutatumia simple function ambao haina return type, haina parameter. Okay? Ndio function ambao tutaenda kuiona. So, kwa mara ya kwanza, acha nifute hii structure na niweze kuandika simple program hapa. Tuanze kwa ku declare function yetu. Tumesema tunaanza na return type, lakini kama function ambao unatengeneza haina return type, basi unaanza na kutumia keyword ya void. So, tuanze kwa kuandika void, kisha tunaandika jina la function, mfano greet, nafungua curly braces. Tumesema mfano huu tunatengeneza hauna parameter wala hauna return type, kwa hiyo kama unavyoona tumetumia void kwa vile hatuna return type ambayo tunaenda ku return katika function hii tunaitengeneza, lakini pia hatujatumia parameter humu ndani ya haya mabano. So, wacha tuweke curly braces. Nitakwenda kufahamisha pia na mfano mwingine ambao utakuwa na return type, utakuwa na parameter, utaweza kuona vyote hivyo. Then just to make a message to see out hello simple message tu okay, welcome to C++ simple message kama hivi, unaweza kuweka ujumbe wote tu. Natumai sote vitu of hivi tayari tunavielewa vizuri tu, kwa mwenyeo unaweza kuandika kile ambacho unahitaji ikiweza kudisplay. So tayari tumetengeneza simple function. Tumeanza kwa ku declare return type, lakini kwa vile function yetu haina return type, tunatumia hii void. Kwa hiyo tumetumia void, tukaandika jina la function greet, alafu tukafungua mabano yetu, ndani hatukuweka chochote kile kwa sababu hatuhitaji kupitisha parameter yoyote. Then tukafungua curly braces na humu ndani katika function body tukaweka just kia display ujumbe tu. Okay? So tutengeneze na main function. Unapotengeneza program main function ni lazima iwemo, haijalishi utakuwa na function ngapi nyingine, lakini main function ni sehemu ambayo programu yako inaanza ku run hapo. So main function, then tunai call function yetu ambayo tumetengeneza ambayo jina lake ni greet. So unapohitaji ku call ama kutumia function yako unaita kwa kupitia lile jina lake so, greet. Then return. Return hii ni inatokana na hii function ya main, okay? Return zero. Nadhani tunakumbuka hii, tumekuwa tukitumia sana, okay? Sasa ukiangalia, okay, hapa katika hii function ya main ni tofauti na hii function ya void huko ya greet huko tumetumia void kwa sababu hatuna return type yoyote, lakini huko tumetumia int, imetubidi tuweze kutumia keyword ya return kuweza ku return something kwa sababu hii function ina return integers. Okay, so simple kama hivi, tutakuja kueleweshana zaidi kuhusiana na iki kitu huko mbeleni, tutakapeana mifano ya return type function. So baada ya hapo, itakuwa tayari tumeweza kutengeneza simple program kwa kutengeneza function mbili, tukiwa na main function yetu, ambapo ndipo program inapoanza kurun. So itakapo run programu yetu hapa, itakutana na hii greet mabano haya, ikimaanisha hapa kuna hii function imeweza kuwa called, imeitwa na moja kwa moja uh, compiler ataitafuta hii uh, function huku juu na ataiona ni hii hapa ataingia humu ndani na kufanya kazi katika function body humu na kutoa kile kilichomo, ambapo atatoa ujumbe hello welcome to C++. Very simple, kama hivyo. So nikiweza ku compile na ku run programu yetu hapa. Okay, so we save, acha niweze ku save function then save, yeah kama hivi ambavyo unaona umetoka ujumbe huu, hello welcome to c++. So very simple kuweza kutengeneza function kwa kupitia language hii ya c++. Labda niweze kukuelezea vizuri zaidi. void greet. Hii ni function ambayo haina parameters kama nilivyotangulia kusema. Kwa hiyo haitakuwa na return uh value. I mean haina uh return type kwa hiyo haitakuwa na return value. Na ndio maana hatukuweza kuweka keyword ya return. Okay, na popote ambapo tunahitaji kutengeneza simple function ambao haina return type tutumia hii keyword ya void, lakini hii grid tumesema ni jina la function yetu, na pale ambapo tunahitaji kuitumia function hii tutai call kwa kuandika grid na kuweka haya mabano mawili, kama tulivyofanya humu ndani ya main function, huku tulipoi call hii function hapa juu. Very simple. Natumai umeweza kufahamu na kupata concept japo kidogo kuhusiana na function. So tutakuja kuendelea katika video ijayo kwa kuanza na mfano mdogo wa function ambayo itakuwa na parameter, lakini vile vile tutakuja kuangalia mfano mwingine katika video hiyo ambayo itakuwa na return type instead ya kutumia void, tutaweka mfano int, double kama tulivyofanya katika huku main function, na kwa hiyo okay, utaweza kuona. So usiwe mbali na channel yangu ya YouTube, endelea kujifunza kuna mengi kabisa ya kuweza kujifunza katika kipengele hichi cha function. So like video hii, share na wengine nao wapate kuja kujifunza programming language hii ya C++ hapa katika YouTube channel yangu. Asante sana, tukutane katika hiyo video ambayo inafuata, mwendelezo wa hiki ambacho tumekianza leo.